Ndizo shangwe vifijo na nderemo ya wanafunzi wa shule ya msingi ya mtakatifu Petero Ndengelwa baada ya wanafunzi hao kuibuka na nyimbo kumi na mbili bora zaidi iliyowezesha kwenda na kushiriki katika Kanda ya Magharibi itakayong'oananga katika shule ya upili ya Kaimosi mapema mwezi ujao. Elizabeth Wabwoba ndiye mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi ya St Peters Ndengelwa. watoto wetu wamefurahi sana, wamekuwa namba 1, wamekuwa namba 2 nyingi sana, e, wako na items kumi na mbili ambazo wanaenda nazo regionals. Tumefurahi sana sana sana. Mwaka jana walikuwa na tatu, mwaka huu wako na kumi na mbili, kwa hivyo tumepiga hatua sana. Jinsi mnavyoona wamebeba baadhi ya vyeti ambavyo wamepewa. Akizungumza na runinga hii kwenye tamasha hiyo, Elizabeth ameelezea kuwa siri ya wao kufanya vizuri mno ni kuwa walifanya maandalizi ya kutosha kutokana na wakufunzi wao na bidii ya mchwa, huku akitoa shukrani zake za dhati kwa walezi, akiwemo mwenyekiti wa shule hiyo aliyeweza kuandamana na wao katika tamasha hiyo, kwa kuwaruhusu wanao kushiriki katika tamasha hiyo. Mwaka huu watoto wetu wamefanya matayarisho ya kutosha. Nataka kuwashukuru trainers wetu ambao wameweka bidii sana. Jinsi mnavyojua, hakuna kitu kitakuja bila bidii. Kwa hivyo nawashukuru sana trainers wetu, nawashukuru walimu wetu, nawashukuru wanafunzi kwa kutia bidii. Wamekuwa wakifanya usiku na mchana bila kukosa, hata kama ni holiday, walikuwa wanajituma na leo hii tumepata matunda. Hata pia tunataka kuwapongeza wazazi wetu ambao wamehakikisha kwamba watoto wanafanya yale wanatakana kufanya yote tisa kumi. Ni kuwa mwalimu mkuu huyo Elizabeth Wabwoba hakusita kuingilia kati na kuirai serikali kuu kuingilia kati na kuwapiga jeki wanafunzi watakaofanya vizuri na kusonga katika kiwango kingine, ili watimize ndoto maishani, kutokana na kipaji walichonacho. Tunataka kuhimiza serikali kwamba watoto wasikomee tu pale nasionali wakifika pale wale ambao watafuzu wapewe nafasi kuenda hata Afrika Mashariki na hata nchi zingine za ng'ambo ili talanda zao ziweze kuonekana huko nje worldwide. Sani Matano, Mpakani TV, shule ya upili wa vulana Cheptais, eneo bunge ya Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma.